Sa yes, mtazamaji wa Mastaz TV, huwa waligani popote ulipo, natumai huwe ni mzima wa afya kabisa. Okay, mbele zako tuko na kijana ambaye ana ana uzoefu na kazi nyingi za location, anakuwa anasaidia vitu vingi, ana idea nyingi kuhusu location, lakini hatujawahi kumjua kiwazi na hatujawahi kumjua kindani, yeye ni nani na kwa nini anafanya hivyo. Leo tunataka tujue yeye ni nani na kwa nini anafanya hivyo. Kwa majina yake atajitambulisha mwenyewe ili tumfahamu, wengine tunamjua kwa jina la Jay na kwa nini anakuwa anashirikiana sana na director Tolo kwenye kazi zake. Wali gani? Niko poa. mm-hmm. Okay, jina la uzazi uliopewa na wazazi wako wawili? Naitwa Januari, yeah. Ndo kaamua kifupi ufupishe tu JJ umebarikiwa sana kuzaliwa mwezi huo ambao ni mwezi wa njaa mwezi ambao watu wengi wanawaza sana kuhusu maisha. Okay J, tunazoea sana kukuona kwenye kazi zako mara wewe na J na Tolo, J na Diki, J na, na wasanii wengi sana. Tujui J ni nani? Mm, mimi pia kwanza ni msanii japo siimbi eh, lakini mi, mi pia ni msanii maana nahusika tu na mambo ya sanaa, sasa u designer, maandalizi ya location kuvisha wasanii. Ah, Okay, unasema kwamba wewe ni msanii japokuwa hauimbi na hatujawahi kukuona kwenye video yoyote ile, au hatujawahi kukuona sehemu yoyote ile unafanya mambo ya sanaa live watu wengi tunakutaga, mfano tuko location hivi, tumekukuta wewe unahusika nini hapa location, hatujui kazi zako za location, lakini hapo sha tuambia kwamba unahusika na designer na unakuwa una direct watu in location. So, nataka tujue ulianza lini hiyo kazi, maana tuna muda mwingi sana tunakuonaga location hivyo, hatujui ulianza lini na matarajio yako na matamanio yako ni yapi? Mimi niseme kwamba nina muda muda mrefu kwenye kazi, lakini nilikuwa sijajibezi sana kwenye mziki ila hapa nyuma nyuma ndo nimeingia kwenye swala la mziki. Maana baada ya ku, kuona na vyo design waga, waga ma director wakanifurahia wakaniambia tushirikiane, kwa nikawa na shirikiana nao. Lakini hapo hapo awali nilikuwa na jibesi sana kwenye movie na swala ya movie, maana mimi nilikuwa director wa movie na hadi sasa eh, lakini kwenye swala la mziki mimi nahusika kama design yani, na naandaa mazingira location Eh, yani naandaa wasanii wa kike, wa kiume eh, yani hivyo. Okay, tukirudi nyuma kwenye udirector wa movie. Ni movie ipi ambayo wewe uliwahi kudirect na ika ika tuseme ikaenda viral? <coughs> movie, sema movie ni nyingi na <laughs> sijui ni kwambieje maana ah, ni muda sasa siku tena kwenye masuala ya movie, na labda niseme ile movie ya kwanza ambao Jackson ali alinani aliigiza na nani na yule anaitwa Eliza, ya kwanza kabisa Jackson kukanyaga hapa kambini, na hisi location ya hiyo movie nilikuwepo, okay. Na nilikuwa nahusika kwenye swala la ukameraman, okay. Tulikuwa wawili, okay. Na moja ya jamaa anaitwa brother yangu hivi anaitwa Dangote, sasa hivi kwa Marekani ya, okay. yeah. Okay, ni Ween maana wewe unafanya kazi pote pote kwenye kwenye kamera upo, kwenye director upo, kwenye, kwenye designer upo. So ni vizuri. So tukiachana na na huko, huko kwenye movement walisema ni muda sana umetoka huko. Kwenye designer, ni mtu gani ambaye umesha kumdesign kwenye location yake na wimbo wake ukaenda viral? Mm, sema wa kwanza ni Diki, Dikirili Reli, yeah. Dikirili ngoma yake kabisa, alipiga ya kwanza, alipiga collab na na mwa jamaa yuko Marekani. Ah, ile video kweli ni ilifanya poa. Ya na nyingine ni ya ni ya nani ya, ya Stasha Stasha Ojia, hiyo hapo kabisa. ngoma zi, ni ngoma ambazo zinafanya vizuri mtandaoni hata sasa hivi. Okay, tukiachana na Dikirili na pamoja na stafu yake, aidha tukiachana na Midoshi na ile nyingine anayosimamia yes, Stasha, ni kundi gani ambayo nyingine ushawahi kufanya nayo kama kazi ya designer kuna ile nani hao, oh, kina Bobo alipiga, Bobo alipiga kolabo na jamaa fulani hivi na sijui hata jina, na kuna nyingine ya ya gospo au wasanii wengi tolo, ndo anawajua majina, mimi naitwaga tu naenda kufanya kazi ya eh yeah. Okay, ni changamoto zipi ambazo labda unaweza kukutana nazo ku, ukiwa na mdesigner tuseme mtoto wa kike, wa kike anakuwa na mambo mengi. Sijui makeup hujaenda sawa au makeup hujaenda na location. Hizo changamoto zinakuaje kwako? Ah, mimi nachukulia poa kwa sababu kila mwanadamu ana mapungufu na tusipochukuliana kazi haitoenda, inabidi hey, tuvumiliane. Ndio maana mimi naona ah, changamoto ni kawaida kwenye kazi hey, nikikutana nazo lazima nipambane nazo hivyo hivyo ili kazi iende. Oh, ni kitu gani labda unakitarajia au unatamani sana ukifanya hapo mbele cha design na uje utambulike, je, amefanya ni kitu gani? <laughs> Kitu cha kwanza na ninachokitamani sana napofanya designing yangu mtu akakubali nilivyofanya, yani ukikubali tu mi napenda, hata we mwenyewe ukikubali, we hapa mtangazaji ukikubali nilichokifanya, miro yangu inarizika. E. <laughs> okay, uko vizuri. Na kazi zote za designing na kudirect movie Aiza, tuwachane, tuna kazi za sanaa. Ni kazi ipi unaipenda sana kuifanya? kazi ninayopenda kufanya tofauti na haya yote <laughs> sijui maana mimi mwenyewe na shoot na mimi na edit movie na ndo kazi ambayo mimi naipenda sana, na tofauti na, na, na, na hiyo labda niseme kwamba mimi napendeka sana kuwa IT. Sema uwezo ndo haujaniruhusu kufuatilia hiyo hiyo hiyo hiyo elimu. Mm. Napenda sana kuwa IT. Masuala ya mtandao ya hivyo. Mm -hmm. Yeah, okay. Kwa hiyo tukienda kidogo kwenye ulimwengu ambao tuseme, au tuseme kwenye nchi ambazo zimeshakutana na ulimwengu, maana si bado tuko nyuma tukienda kwenye nchi ambazo zishakutana na ulimwengu, hiyo kazi unaweza ukaifanya, si ndio? ya lazima na hata mimi nizeeki. mm -hmm. Lazima nitasomea waiti tu hata kama situifanyia kazi, lakini isome niwe na hiyo elimu. mm -hmm. Eh, ili nizaishe matunda baadaye, yeah. Ni, ni ni faida zipi ambazo unaziona kwenye hizi kazi za, za kuwa mwanasanaa au ni, ni faida zipi unazozikuta kwenye sanaa. Faida ya kwanza ni mojawapo ni mimi kukutana na watu wengi ambao nilikuwa sitegemei. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, eh, kazi yangu hii ndiyo inaniweka mimi kiasi kwamba napata kipato kupitia kazi hizi ah. Labda hivyo tu. Okay, unatarajia hii kazi ikupeleke sehemu gani? Labda ikutoe hapa ikupeleke wapi? Kwenye future yako unaona hii kazi inaweza kukufikisha wapi? <laughs> Mimi kazi inaponipatia tu kipato mi naridhika, sijui nipeleke wapi, nibebe wapi. Mwisho wa siku, hata kinipeleka, kanitoa hapa hapa kambini, kanipeleka mfano Marekani, lakini kama sipati hela, ni kama bure. Ninapopata kipato mi naridhika si, yani, sitamani mambo mengine. Ninapopata tu hela basi. Okay, tukiachana na wasanii wa hapa kwetu, unatamani udesign kwenye location ya msanii nani hapa Tanzania? Tanzania <laughs> Yaani hapa Tanzania msanii msani ambaye mimi namkubali na mimi naweza nikatamani siku moja niji nifike hata location kwake nitoe hata idea hata moja tu Diamond Platinum. <laughs> Yaani nyuma na huyo si, yaani sidhani mwingine naempenda sana. Diamond. Okay, kwenye ndoto zako ni za kukutana na Diamond. Mara ghafla tu umekutana na Diamond. Una jambo gani la kumwambia? Jambo la kumwambia ni kwamba <coughs> Yaani mimi kumwambia tu kwamba mimi na mimi nampenda sana napenda kazi zake. Eh. Oke, okay. Kambini Nyarugusu imekuja fursa kusema kwamba je, unatakiwa utoke, wende tuseme Europe au tuseme wende Canada, lakini unatakiwa wende na mtu mmoja tu unayemkubali sana kambini kambini Nyarugusu unatokana nani? Hapa kambini? Aha, mdogo wangu wewe. <laughs> Unatoka Yaani mdogo wangu, yaani siwezi nikapenda mtu mwingine. Aha, mimi natoka na mdogo wangu, yaani aliye nyuma wangu. Wewe yeah. Mdogo wako unamkubali kwa una, lipi? Laba namkubali kwa sababu ni damu yangu. kwa kazi zake unazoziona anaweza kufanya kazi gani? Yaani yeye hata angekuwa chizi, hata afanye kazi yoyote, mi nampenda <laughs> <laughs> Ndio hiyo kusema fursa imetembea kwenye damu si ndio? yeah. <laughs> Okay, Jay, ni tuseme kwamba ni kazi hipi au tuseme ni, ni mwonekano upi wa kike au wa kiume unaopendage sana kuuishi mwonekano? Ah ah. Mi muonekano ambao na, na upendaga ni wa kawaida. Kiasi kwamba labda nikupe mfano, sijui kama unafuatiliaga mziki sana. Hata wa Kifaransa. Kuna msanii anaitwa um, Souf ni Mfaransa, anaimba Kifaransa sana. Huyo msanii waga pigo zake mimi nazipenda sana. Souf, yani yani, napendaga anavyoishi, anavyovaa yani, yani. Uvaaji wake mimi naupendaga sana. Eh. Okay. Ni mwanamke yupi anayekuvutia zaidi sana kati ya wanawake wanaova fashion na wanaova mtumba? Yaani, mimi kwenye masuala ya mavazi, mimi waga napenda mtumba kuliko fashion, eh, nguo za mtumba. Maana nguo za mtumba waga nazikubali sana. Hata uvae fashion ya, ya, ya bei gani, na uwezi ukanitisha mimi, nilivala zangu mtumba eh, lakini inategemea na mpangilio. Okay. Kuna swali kidogo ya uzushi. Hivi, je una mke? Hapana Unatarajia lini? Kwa pale ambapo Mungu ataniruhusu niaoe, nitaoa hata kesho. Naweza nikaoa hata kesho ukuta, naweza nikaoa hata leo, naweza nikaoa maana Mungu ndio mwenye kila kitu. Eh, kila kitu. Unaamini Mungu yupo? La, Mungu yupo. Ndio, kwa sababu Mungu asipokuwepo ndio utaishije wewe, ungekuja kunioji na Mungu hayupo? <laughs> Na baadhi ya watu wanasema kwamba Mungu hayupo ni historia, ni vitu ambavyo vilitungwa ili kutogopesha sisi. Wewe unachukulia hizo hizo mambo za wala wajelew e, eh, maana kila mwanadamu hapa chini ajua anavyoishi kuishi kwanza tu ni Mungu. Hususan yeah. Ususa ni wanasanaa wengi, wasanii wengi wanakuwa wana wanapinga sana masuala ya Mungu kwa sababu yani sijui wanapinga kwa nini, labda wamekuwa wamebanwa sana na zile sheria za ki, za Kimungu Mungu. Maana ukiwa Muislamu hauruhusiwi kufanya sanaa kama tunazozifanya sisi. Mm-hmm. Na ukiwa Mkristo hivyo hivyo. Sasa tukijamlia tuki wa wana kwa wanasanaa tunakuwa tunapinga kwamba Mungu hayupo. Sasa nakushangaa wewe ambaye unafanya kazi ya sanaa unasema kwamba Mungu yupo hivi. Je, unasali? Mimi kusali, ndio nasali. Ni Mkristo wa Mwislamu? Ah, hapo sasa ndo, ndo tatizo. Mimi nasali, na mimi si... sijaanza kuingi dini, lakini nilikuwa naingia dini nikaacha tu okay. E, inamaana mimi namwamini Mungu wangu naye msali mimi Okay, Jay, unalipi la kumwambia mtazamaji wa Masters TV muda huu kuhusiana na dini? Kwa nini uliacha kufuata mambo ya dini? Um, bana, mimi swala la dini waga naona ni business kwa watu wengine. Ndio maana nilikuja jikuta kwamba awa base tena maswala ya Mungu kindani wanakuwa na base kama, kama nani fursa yao kupata pesa wakati maswala ya Mungu na, na, na biashara ni vitu vilitofauti sasa mimi nilipogundua vile nikaona acha ah, tu nitulie, maana hata kwenye Biblia wanakuambia kwamba ji, jiombee mwenyewe na Mungu atakusikia sio mpaka uende akuombee au sio mpaka uende kwenye kanisa, hata ndani kwako unaweza ukasali na Mungu akakusikia e. Okay. Mfano tumekutana hivi location, ukakuta kuna wasanii wanaopinga kwamba Mungu hayupo, zile ni historia tu ziliwekwa kwa ajili ya kutogopesha. Unalipi la kuwambia? Mimi siwezi nikawambia chochote kwa sababu kila mtu anazungumza kile anachojisikia yeye eh, na uwezo kamziwa mtu kufanya anachokitaka eh, yeah. Kwa hiyo ndio hivyo, ni sicho siwa kuambia chochote, yani hivyo tu. Okay Jay, ulisema wewe ni designer, wewe unaweza kudirect movie, wewe unaweza kushoot, unaweza kufanya kazi yoyote ile. Imefika emergency leo kabisa, amekuajiri kwenye kazi yake ya ushuta, unaweza kufanya hiyo kazi? Na naweza nikaifanya kwa sababu itanipa pesa mm <laughs> tukiachilia mbali kupata pesa, hivi kazi unaifanya kwa sababu gani? Kazi na naifanya ni kwa sababu ya pesa, nipate pesa tu. Bila pesa kazi hakuna, ah, bila hela kazi hakuna. Lakini makubaliano, maana unaweza ukanifanyisha kazi na kunipa pesa, lakini kafaidi zaidi ya ile pesa ungenipa Okay, hmm. Poa mtazamaji TV, huyu ni J bana, tumezoia sana so kumkuta location na haishakwambia anachokifanya aende location. Location kwa sababu ya hau aende location kwa sababu hana kazi hapana. Kila anapokwenda location inakuwa na maana na kila anapoenda location anakuwa anapata kipato. Huyu ni J, kama alivyosemadirta, anakuwa na diret na pia anakuwa na design Mambo kama na hayo ukitaka designer wako kwenye location utamtafuta Jay, yuko hapa. Ukimpigia tolo taarifa zitamfikia, ukimpigia diki taarifa zitamfikia, hata ukimpigia Kabaisa pia taarifa zitakuwa zimemfikia Jay. Asante kwa kuwa nasi mtazamaji wa Mastaz TV, ni kusi, usikose kusubscribe, ku like na ku comment kwenye Mastaz TV. Nitunza amosi hapa nyuma ya kamera ni Isaac Kabaisa, bye bye.